Naam, ni matumaini yangu muubuheri wa afya wakati huu ambapo tena tunakutana kwa mara nyingine kwa ufafanuzi zaidi wa uh, mashairi katika diwani Hodi Hodi, ambayo wanafunzi wanagenzi wa gredi ya tisa wanasoma. Na ungana nami kuanzia mwanzo hadi tamati wa kipindi hiki tunapolichambua shairi Baada ya Korona ambalo malenga wake ni Timothy M. Arege na shairi hili linapatikana katika ukurasa wa ishirini na nane katika diwani lengwa hodi hodi mashairi. Kwa hivyo uh, nitaanza na muktasari mfupi kuhusu shairi lenyewe ambalo ni baada ya korona, linahusu nini? tunapata kwamba mshairi anazungumzia maisha baada ya wimbi la ugonjwa uliojulikana kama Korona, na anajaribu kuchora picha ya athari za ugonjwa huo katika jamii, na tunapata kwamba anafanya hivi kwa kuwazia siku zijazo baada ya ugonjwa huo wa Korona. Kwa mfano Maisha ya watu na ya jamii yataathirika au yatabadilika kwa namna gani baada ya jang, janga hili la korona? Kwa hivyo huo ni muktasari mfupi wa yale ambayo tutayapata katika shairi hili la korona. Kwa hivyo nitalikariri shairi lenyewe vifuatavyo: Nikiwa hapa chini kivulini, na piga darubini na akilini, kujiundia hali itakavyokuwa baada ya korona kupita na kujiendea zake. Zitakuwepo hadithi na nyingi simulizi, za kweli na za uongo. Watakuwepo wajuzi wasiojua na wasiojua wajuzi. Watakuwepo wa kulaumu na kulialia nafasi na fursa adhimu walizopoteza ila sauti za kweli zitakuwa za mabingwa wajuao kusoma hali ya mambo na kutembea mbele ya majira. Itakuwa dunia ya wenye kubaini kuwa mahusiano yatabadilika, mila na desturi zitabadilishwa na hali mpya, na wao watajitahidi kwa njia ya kimya kuiandalia dunia mpya iliyo kama nguo iliyooshwa na kupoteza kiasi cha rangi yake itakuwa kipindi cha wajuzi watambu wao kuwa mazoea ya mapya yatayapiga kumbo ya zamani, wawezao kuona dalili za mwanga katika giza, wala sio mabingwa wa maneno na visa. Ha, hilo ndilo shairi baada ya korona ambalo ningependa tukaweze kuliangazia leo hii na nitaenda moja kwa moja katika sehemu ya maudhui ambayo yanajitokeza katika shairi hili baada ya korona. Na maudhui ya kwanza ambayo tutaangazia ni maudhui ya mabadiliko. Mabadiliko na shairi hili linazungumzia mabadiliko yanayoweza kutokea katika maisha ya watu baada ya tukio fulani, na tukio hili ni Korona. Tukio ambalo linazungumziwa hapa ni wimbi la ugonjwa wa korona, na ugonjwa huu ulioukumba ulimwengu mzima uliathiri jinsi watu wanavyohusiana, mtazamo wa watu kuhusu magonjwa, mawazo ya wataalamu kuyahusu maradhi na mabadiliko ya maisha kwa jumla na mshairi ambaye ni Profesa Timothy M Arege anazungumzia taswira au picha hii ya mabadiliko kwa kuuwazia wakati ujao, yaani katika siku zijazo watu watakapowazia ugonjwa huu watawazia nini? Na hilo ni swali la kibalaga ambalo linatokana na maudhui hayo ya mabadiliko maudhui ya pili ambayo yanajitokeza katika shairi hili ni athari za maradhi, athari za maradhi. Na tunapata kwamba shairi hili lina, linazungumzia ugonjwa wa korona na linaguzia athari zinazoweza kutokea kutokana na ugonjwa unaosambaa sehemu kubwa. Na maudhui ya tatu tunapata kwamba ni umuhimu wa kujiandaa, umuhimu wa kujiandaa. Na hapa shairi linaelekeza pia kwenye umuhimu wa kujiandaa mapema kabla ya madhara fulani kutokea. Kwa hivyo, hizi ni sehemu tatu kuu ambazo uh, zinajumuisha ujumbe utokanao na shairi uh, ambalo limepewa mada baada ya Korona na sehemu hizi kuu zimeweza kujitokeza katika shairi jinsi tulivyolikariri. Na unapolipitia hakikisha kwamba una uwezo wa kutetea maudhui yako kutokana na shairi lenyewe. Kwa hivyo, ningependa tukaweze kuelekea kwa kipengele kingine cha uchambuzi wa shairi hili ambacho ni dhamira. Dhamira na tunapozungumzia dhamira, tunazungumzia kuhusu lengo la mwandishi, mbona akaweza kutunga shairi hili baada ya korona. Kwa hivyo tunapata kwamba dhamira ya shairi hili baada ya korona ni kwamba ni muhimu kupatana na uhalisi uliopo katika jamii, ni muhimu kupatana na uhalisi uliopo katika jamii. Aidha tunafahamishwa kuwa jambo lolote linalotokea katika jamii huwa na athari na husababisha mabadiliko, jinsi tulivyo uh, angazia katika sehemu ya maudhui ambayo yalikuwa ni mabadiliko katika shairi hili. Kwa hivyo hiyo ndiyo dhamira ya mwandishi wa shairi hili kwamba jambo lolote linalotokea katika jamii huwa na athari na husababisha mabadiliko, na hilo ndilo dhamira ya mwandishi. Kwa hivyo twende kwa kipengele kingine cha uchambuzi ambacho ni muundo wa shairi, muundo wa shairi. Na tunapoangazia muundo wa shairi hili, tutaanza na aina ya shairi aina ya shairi hapa, tunaangazia kuhusu aina mbili: ni shairi huru ama ni shairi arudhi. Na tunapata kwamba shairi ambalo tunaangazia hapa, baada ya korona, limo katika aina ya shairi huru. Shairi huru, ambapo tunapata kwamba mshairi ambaye ni uh, profesa Timothy M. Arege hajazingatia zile kanuni na sheria za kishairi, maana unapata kwamba tukiangazia sheria moja ya ya idadi ya mishororo katika kila ubeti, ni sheria ambayo ameweza kuivunja tunapoangazia uh, aina ya shairi. Maana unapata kwamba katika ubeti wa kwanza mishororo ni michache ukilinganisha na ubeti beti zinazofuatia. Kwa hivyo utapata kwamba sheria hiyo hajaweza kuizingatia na iwapo sheria yoyote ile hijazingatiwa katika uandishi wa shairi , basi shairi hilo tutaliweka katika aina ya kuwa shairi huru. Na iwapo ni shairi huru, utapata kwamba pia kuna vipengele vingine vya kimuundo ambavyo vitakosekana, na kipengele ambacho kitakosekana ni kipengele cha vina. Kwa hivyo utapata kwamba vina havimo katika shairi hili. Kwa mfano ubetu wa kwanza utapata kwamba hamna vina, kila mshororo una silabi yake ya mwisho. Ukienda kwa ubetu wa pili, kila mshororo unamalizika kwa silabi yake. Kwa hivyo hamna ile sheria ya kuzingatia uh, urari wa vina, na pia unapata kwamba bahari bahari haitajitokeza katika shairi hili, na ino sehemu ya bahari inafaa tukaweze kuitilia mkazo sana maana huenda tukaangazia tuka bahari ambayo haistahili tunapochambua shairi katika sekondari msingi. Ni tofauti sana jinsi tutakavyochambua shairi katika uh, shule za sekondari mtaala wa 844. Maana tunapoangazia mtaala wa 844, tunapozungumzia bahari, hili shairi lingekuwa katika bahari fulani pale, uh, licha ya kutozingatia idadi ya mishororo katika kila ubeti. Ila tunapoangazia, tunapochambua shairi katika mtaala huu wa umilisi, unapata kwamba bahari ya mashairi tutaichambua kutokana na idadi ya mishororo katika kila ubeti, idadi ya mishororo katika kila ubeti. Kwa hivyo tunapata kwamba kipengele hicho cha bahari hili shairi halimo katika bahari yoyote ile ya mashairi, ukizingatia idadi ya mishororo ya katika kila ubeti. Kwa hivyo hili shairi nimeshindwa kuliweka katika bahari yoyote ile. Mizani pia utapata kwamba kila mshororo una mizani yake, kila mshororo una mizani yake, maana ni shairi huru. Kwa hivyo Uh, mshairi ameweza kutumia idadi yoyote ile ambayo alihitaji katika kila mshororo. Twende kwa kipengele cha mshororo wa mwisho, na mshororo wa mwisho hapa ni kimalizio. Kimalizio maana kila mshororo una mshororo wake wa mwisho, kila mshororo una mshororo wa... kila ubeti samahani, kila ubeti umepewa mshororo wake wa mwisho. Kwa hivyo huo mshororo ambao hujajirudiarudia katika kila ubeti tunaoita kimalizio, kimalizio. Twende kwa mandhari, mandhari ya shairi. Mandhari ni sehemu ama wakati ambapo shairi aa, linafanyika. Kwa hivyo mandhari ambayo yametajwa hapa ni dunia ama ulimwengu, dunia ama ulimwengu katika shairi hili dunia ama ulimwengu, maana unapata kwamba uh, janga la korona liliweza kukumba dunia mzima ama ulimwengu mzima. Kwa hivyo hayo ni mandhari ambapo shairi hili linafanyikia, na pia tunao wakati ujao. Wakati ujao, maana mtunzi anasema, twende katika ubeti wa pili, zitakuwepo hadithi. Kwa hivyo anazungumzia kuhusu wakati ujao. Zitakuwepo hadithi na nyingi simulizi, za kweli na za uongo, watakuwepo wajuzi. Kwa hivyo "watatani" kiambishi ambacho kinasimamia wakati ujao. Pia tunao wakati uliopo katika ubeti wa kwanza. Wakati uliopo, nikiwa hapa chini kivulini, napiga darubini na akilini, kujiundia hali itakavyokuwa. Kwa hivyo ni wakati uliopo maana anauwaza kitakachotokea wakati ujao akiwa katika wakati uliopo. Kwa hivyo hayo ndiyo mandhari ya shairi hili. Twende kwa mbinu za lugha ambazo mwandishi ameweza kutumia, na mbinu ya lugha ya kwanza ambayo ameweza kutumia ni mbinu ya tashbihi. Tashbihi, twende kwa ubeti ubeti wa nne ubeti wa nne mshororo wa tatu ambapo unasema, kuiandalia dunia mpya iliyo kama nguo iliyooshwa. Kwa hivyo analinganisha dunia mpya na ile nguo iliyooshwa, na mbinu hiyo ni mbinu ya tashbihi. Pia tunayo mbinu ya semi ambayo inasema, piga kumbo, piga kumbo, na hiyo inapatikana katika ubeti Ubeti wa tano mshororo wa tatu, tunasema kwamba yatayapiga kumbo ya zamani, yatayapiga kumbo ya zamani. Kwa hivyo, hayo ndiyo mambo ambayo yanajitokeza katika shairi hili la Baada ya Korona. Natumai umejifunza. Natumai wewe kama mwalimu utakuwa katika nafasi ya kufafanua zaidi kwa wanafunzi wako pale darasani. Asanteni na Mungu akaweze kuwabariki.